Ni kongamano lililowaleta wanafunzi na watu kutoka kwa mashirika mengine ya eneo la magharibi katika kaunti ya Bungoma kwa lengo la kufuatilia mahitaji ya wanafunzi eneo hilo. We have had children here for the last two days. Children drawn from schools in Bungoma County. Um, we wanted to have a feedback session with them following our engagement with them last year during the student conference so at my desk i think we are working as a as a multi-sectoral multisectoral uh, team to ensure that our girls and boys are uh, are not abused even if they're abused but the referrals that we make Silvani Kesa mwenye umri wa miaka kumi na saba kutoka shule ya upili ya Chebukaka, kaunti ya Bungoma, amesema aliamua kuunda jukwaa la kidijitali ili kusaidia kushughulikia visa vya unyanyasaji wa watoto vinavyozidi kuongezeka kwa kasi nchini, akieleza kuwa jukwaa hilo la kidijitali linawapa watoto walioadhiriwa na unyanyasaji nafasi ya kujifunza njia bora za kupata tiba ili kuepuka kuwa na msongo wa mawazo. Aidha amesema kuwa tovuti yake ni rahisi kutumia, kwani mtu anahitaji tu kuwa na intaneti kisha kubonyeza kitufe cha nyumbani ambapo kutadhihirika aina za unyanyasaji wa watoto. Hiyo website yangu ni ya child abuse. First of all inafaa kuwa na internet ndo access, na ukiingia kwa website kuna home inakukaribisha. Kuna namba hapo, kama tuseme ungependa kujua zaidi unaweza kapiga na unaweza kapiga simu, alafu kuna pali inafunza kuhusu, kama unataka kujua more types of, of child abuse there's a place like teenage, kwa teenage safety hapo utaona pali, pali wana state the child abuse say kama ako, physical, ako physically abused Nekesa amesimulia kuwa wazo lake la kutengeneza tovuti hiyo lilianza baada ya mtoto wa jirani yao kudhulumiwa mara kwa mara nyumbani kwao. Idea yangu ilikuja whereby tulikuwa na jirani yalikuwa nga ako abused, kulikuwa na mtoto ya alikuwa abused hadi sahii nasikia ako, ako somehow traumatized. So alikuwa nga anachapwa vibaya hajisazinia likua nga na mnyima pa kulala. So ilikuwa inabidi kuje kwetu akule na lale, so vle, tulikuwa vtulikuwa my first time kuitwa kwa hii meeting. Tulienda na Londo CBM e, bai, tukafunzwa kuhusu right of a child. Hapo nikapata confident. True, hii passion yangu ya kuwa kompyuta iza nikaona cha ninde app ya kunini ya kusaidia children. Nekesa pia amesisitiza kuwa siku zijazo anapanga kuunda programu bora zaidi ambayo inalenga kushughulikia unyanyasaji wa watoto katika jamii, hivyo akitoa wito kwa wahisani kuunga mkono wazo lake, akiongeza kuwa anatamani kuwa bingwa wa kompyuta siku za usoni. Ningependa kaunti na Save Children wanishike mkono kwa hii project yangu, because I want to be a computer wizard through this project. Na, naanza kuona azinaeza nasonga kwa steps to my success. Immaculate Karimi Undugu TV